Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Yeah, karibuni kwenye tafakari yenye kichwa kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili kuletea tafakari hii ni Padri Dr. Faustin Kamugisha, paroko wa parokia ya Minziro, Jimbo Katoliki la Bukoba na msimamizi wa kituo cha ida cha Mtakatifu Yohani Maria Mzee. Somo linalotuongoza ni somo ambalo limesomwa leo tarehe ishirini na nane mwezi wa nne mwaka 2025. Amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa tena hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yohana sura ya tatu mstari wa tatu. Kuzaliwa mara ya pili ni mabadiliko ya ndani, sio ya nje, sio kama kupaka rangi nyumba na ndani kumebaki rangi tofauti ya matofali Sio kama kupaka e, mafuta ya kula kwenye mkate na kule ndani hayajaingia. Ni mabadiliko ya ndani. Monsino Arthur Tono wa Marekani alisema kuzaliwa mara ya pili kunatufanya tuwe watu wapya, si watu wa kale waliopakwa rangi mpya. Mwisho wa ku kuzaliwa mara ya pili sio koti la kuvaa wakati e, wa baridi ya matatizo na kulivua wakati wa kiangazi chara. Hapana, kuzaliwa mara ya pili sio mzee kuingia tumboni mwa mama yake e, na kuzaliwa mara ya pili kama alivyofikiri Nikodemus mfarisayo e, na mkuu wa Yahudi hapana. George Foreman bingwa wa dunia wa ngumi alipambana na Jimmy Young mwaka 1977, baada ya kupoteza pambano hilo Akiwa kwenye chumba cha kubadilishia nguo alihisi kama anaaga dunia. Aliona damu ikitiririka kutoka kichwani hadi miguuni hadi mikononi, ikafanana yale na majeraha ya bwana wetu Yesu Kristo, na alipaza sauti akasema, sijali kama naaga dunia, bado naamini kuwa kuna Mungu. Ghafla akahisi upendo mkubwa ukimfunika na akaamini kwa moyo wote kuwa Yesu Kristo ni mwokozi wake. George Foreman, bingwa wa ndondi, alizaliwa upya, si kwa mwili, bali kwa roho. Akaacha ndondi, akamtumikia Mungu na akajitoa kwa hudumia wengine. Alikiri hivi, namnukuu: imani yangu ndiyo maisha yangu, bila imani mimi si kitu, tumishwa kumkuu. Katika uzoefu wa George Foreman, aliona wazi alama ya mateso ya Kristo ikimwita kwenye maisha mapya, alizaliwa mara ya pili. Yesu alisema, amini amini na kuambia mtu, asipozaliwa tena awezi kuuona ufalme wa Mungu, Yohana sura ya tatu mstari wa tatu. Kuzaliwa mara ya pili kuna maana tatu. Kwanza ni kuwa mpya, ni kuwa mzuri kwa ndani. Sokrates aliwahi kuomba Mungu, nifanye niwe mzuri kwa ndani ni kuacha ukale. Mtume Paulo wa Tarsusi anatuwasa hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Waraka wake e, wa pili kwa Wakorinto sura ya tano mstari wa kumi na saba. Ni kuachana na hali ya Adamu wa kwanza ya majivuno na kiburi na ni kuchukua hali ya Adamu wa pili Yesu Kristo ya unyenyekevu na utii. Mtakatifu Basili Mkuu alisema, kupitia Roho Mtakatifu tunabadilishwa kutoka hali ya kufa kwenda katika hali ya uzima wa milele mwisha kumhuu. Kila mara tumuume Roho Mtakatifu atufanye wazuri kwa ndani, atufanye wapya. Pili, kuzaliwa mara ya pili ni kunemeshwa. Unapobatizwa unanemeshwa unapoungama dhambi zako na kupatana na mwenyezi Mungu na nafsi yako na jirani na mazingira, unaneemeshwa, unapata neema ya utakaso. Mtakatifu Ireneus wa Rio alisisitiza na nukuu, Mungu kwa ema wake mkuu alitupatia maisha mapya ambayo atakuwa nayo kwa nguvu zetu wenyewe, mwisho wa nukuu. Kuelewa kwamba kuna neema, naomba tutumie sheria ya kwanza ya mwendo ya Sir Newton, nina nukuu, kitu kilichosimama kitabaki kimetulia, na kitu kilichomo katika mwendo kitaendelea na mwendo wake kwa kasi dhabiti, isipokuwa kitakapoathiriwa na nguvu isiyo sawa ya nje. Mwisho wa kunukuu, kanuni ya Sir Newton ya kwanza ya mwendo. Neema ya Mungu ni nguvu kutoka nje inayotubadilisha tusibaki tumesimama, na kama tunaenda ndivyo sivyo, mbali na mtandao wa Mungu neema ya Mungu inatugeuza, tunakuwa na U-turn. Askofu Fulton Sheen alisema, neema ni kazi ya Mungu, si kazi ya mtu. Tatu, kuzaliwa mara ya pili ni kugundua utambulisho wako mpya, kwamba wewe ni mpendwa wa Mungu, wewe ni beloved. Padre Henri Nouwen aliandika siri ya maisha ni kujua kuwa wewe ni mpendwa wa Mungu. mwisho wa kumkuu Mungu anakupenda kana kwamba uko peke yako duniani. Wewe ni beloved, wewe ni mpendwa. Unaweza ukazeeka, unaweza ukabadilika, unabaki ni mpendwa. Unaweza ukawa tajiri, ni mpendwa. Unaweza ukawa maskini, ni mpendwa. Tuna utambulisho mpya, kwa sababu tumezaliwa kwa Roho. Ukisoma Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 hadi wa 13 Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waaminio jina lake, ambao walizaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mwanadamu bali kwa Mungu. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, tuendelee kuzaliwa mara ya pili, tumeneemeshwa. Tuishi kama watu ambao wanapendwa, watu ambao wameneemeshwa. Sisi ni beloved. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Wapendwa watazamaji, usisahau kushare, usisa msahau like sahau kusubscribe. Lakini nina vitabu vyangu ambavyo nimeandika maneno saba kwa Yesu Kristo msalabani. Yesu alisema maneno saba akiwa msalabani, lakini yeye akiwa msalabani walimwambia maneno saba e, title ya kitabu hiki maneno saba kwa Yesu msalabani. Mungu ana neno binadamu wana maneno, kuna kitu tunajifunza. Kitabu hiki kina ruhusa ya kuchapishwa na askofu mkuu Gervas Nyaisonga, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Mbeya, na yeye ameandika nibaji nzuri sana. Usikose kitabu hiki, lakini ameandika vitabu vingine. Kitabu ndoa yataka moyo, ndoa yataka moyo, lakini maisha yote yataka moyo. E, ni kitabu kizuri sana. akisimami kikisimama ni kifo, ndio kitendawili kinasema, ni moyo na moyo wa ndoa ni upendo ukisimama, mm -mm. Kitabu hiki kinaongelea mambo mengi, e, familia inayosali pamoja udumu pamoja. Watoto wa siku hizi, au wazazi wa siku hizi, simu ni sumu kwa ndoa, akipigi vita simu, kinaelezea marumbana ambayo imetokea kwenye familia kwa sababu ya simu. Ni kitabu kizuri, na kitabu kingine ambacho nimeandika ni kitabu cha utukufu wa msalaba. Utukufu wa msalaba ni kitabu kinaelezea maneno mengi fadhila e, msalaba ni kielezo cha fadhila kielezea maneno saba ya Yesu msalabani. E, msalaba ukiubeba vyema utakubeba. Watoto ni msalaba, ukiwabeba vyema watakubeba. Ni zamu kwa zamu. Ni kitabu kizuri sana. Na nimeandika kitabu kingine, matatizo si tatizo. Kuna watu wanapata matatizo wanavunjika moyo, lakini wengine wanapata matatizo ayo ayo wanavunja rekodi. Matatizo si tatizo. Matatizo ni changamoto, matatizo ni ishara ya uhai. Kuna watu ambao wana presha, wanatatizo lolote naweza kakoresha, wanapokaa hawana madeni, hawana wasiwasi, hawana presha, wako makaburini. Lakini ukiwa hai, matatizo ni ishara ya uhai. E, wapendwa katika Kristo, ukitaka kupata vitabu hivi, tuwasiliane. Namba yangu ya simu ni 0759900122 na narudia E, namba yangu ya simu ni 07 07 599 00 122. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.